Tumewaita hapa kwa lengo moja mahususi sana na muhimu sana kwa taifa. Kama ambavyo mnajua, a, timu yetu ya JKT Queens ni mabingwa wa Sekafa, ubingwa ambao tuliupata kule Nairobi, Kenya katika mashindano ya ya, ya kafu kwa wanawake yaliyofanyika pale Nairobi ikishirikisha timu mabingwa wa nchi tisa na sisi JKT Queens. E, hatua ya awali tukiwa katika kundi C tuliweza kuongoza kundi hilo, tukaingia hatua ya nusu fainali tukacheza na mwenyeji, kwa maana ya Kenya Police Bullets, tukaenda hatua ya fainali ambayo ilitukutanisha na Ryan Sports kutoka Rwanda na hatimaye tukaibuka mabingwa. Sasa ubingwa wa mashindano yale unakupa nafasi ya kushiriki Ligi ya Mabingwa Wanawake Afrika na kwa mwaka huu imepangwa kufanyika nchini Algeria na sisi ndio wawakilishi katika ukanda huu wa kafu. Ni mashindano ambayo yanashirikisha jumla ya timu nane, kwa maana timu sita kutoka katika zile kanda za soka, nadhani mnajua, sisi tukiwa katika ukanda wa Sekafa, alafu <coughs> bingwa mtetezi na yeye anashiriki pamoja na timu bingwa mwenyeji wa mashindano. Kwa hiyo bingwa mtetezi TP Mazembe kutoka kule Kongo na timu mwenyeji ambaye bado hajatajwa kwa maana ya uh, Algeria. Sasa sisi haya mashindano tumeyapa uzito wa hali ya juu. Ni mara yetu ya pili kushiriki. Kwa mara ya kwanza tulishiriki Uh, mwaka 2023 20, mashindano yalifanyika Ivory Coast, mashindano yalifanyika e, hatukufanya vizuri sana. Sasa hiyo hali hatutaki jirudie, yale makosa tuliyoyafanya kwa kipindi kile hatutaki yajirudie. Lengo letu ni kwenda kushindana kwenye hayo mashindano, tulete heshima kwa JKT tulete heshima Tanzania, lakini tulete heshima ya soka la wanawake ukanda wa Sekafa, ambao kwa namna moja ama nyingine umekuwa haufanyi vizuri katika mashindano hayo ya Afrika tangu yaanzishwe mwaka 2021 20. Mwaka huo tuliwakilishwa na Vihiga Queens kutoka Kenya, hawakufanya vizuri. 2022, Sekafa Sekafa iliwa, iliwakilishwa na Simba Queens hawakufanya vizuri. 2023, tulikwenda sisi JKT Queens eh, kwa changamoto zilizojitokeza hatukufanya vizuri. 2024, alikwenda CBE ya Ethiopia hawakufanya vizuri. Sasa 2025, tunakwenda sisi kwa mara ya pili. Ndio timu pekee kutoka ukanda wa Sekafa inakwenda kushiriki mashindano hayo kwa mara ya pili.